Mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Aa, nipende ku, ku, kuhoji tu baadhi ya mambo yeah, kwa ajili ya kazi ya injili ambayo mmekuwa nayo hapa Mafia. Hebu yeah, niambie umeonaje misheni imekuwa na nini, imekuwa na nini cha ziada na misheni zingine ambazo ziliwahi kutangulia ambazo mmezifanya? Uh, kitu ambacho nakiona tofauti kwenye misheni hii hapa, kwanza watu wenyewe walikuwa na utayari moyo wa kupenda injili ndio. Hmm. Unajua, ukifanya kitu kwa utayari na kwa kupenda, basi utakifanya katika ubora wake kabisa, wala hautasukumwa kwamba fanya jukumu fulani fanya jukumu fulani. Watu nimeona watumishi wa Bwana wakitoa kwa moyo wao wa dhati pasipo kusukumwa kabisa. Hiki Ka kitu cha moyo wa kupenda injili hiki ndio kilichotofautisha kati ya mishoni zingine mishoni zingine watu walikuwa nasukumwa, lakini hii mishoni hii hapa hakika watu wamejitoa wamejidhabihu. Tunasema, nipende kukuuliza swali lingine. Unashauri nini sasa, kama kumekuwa na mafanikio hayo? Unajua pia mahali penye mafanikio hazikosekani changamoto. Unashauri nini kwa vijana wanaokuja kuhusu, uh, kufika kwenye misheni? Uh, ninachoweza kushauri kufika kwenye misheni, unajua katika swala hilo, kwanza watu wote necha tunatofautiana. Kuna mwingine mpaka abustiwe kiasi kwamba mwingine hana moyo ule wa misheni, labda yeye ameitwa kwenye wito mwingine, hana ule mzigo, lakini kuhusu kwa kuwa kuna mtu fulani hivi ana, anao mzigo kupitia tu wewe kwenda tu misheni, kwaona wewe unaweza ukaambukizwa spirit ya kwaje ya kumpenda Mungu, katika kumtumikia Mungu, katika nini, katika misheni mbalimbali. Hata unajua, kumtumikia Mungu lazima uwe na shauku ya kumtumikia Mungu, kwa kiasi kwamba nawashauri vijana waje, fanye wao, wanakuja kwenye misheni mbalimbali ili na wafanye, wajifunze vitu mbalimbali mbali kuhusu utumishi sio kukaa tu nyumbani. Utumishi uishi tu ku, kwenda kanisani tu, amna. Unamtumikia Mungu katika engo gani? Lazima ujitoe ili Mungu afanye. Na wewe akuangalie kwa jicho la pili kwamba huyu mtumishi wangu alijitoa hapa, sio tu kwa kukaa tu katika makanisa kwao. Nashauri kwamba vijana wanasem wanaokuja kwa miaka inayokuja wao kama wao wao kulingana na muktadha wa fellowship wetu well lazima wafuate kanuni kwamba lazima umishe ni nafanye. Washiriki inatutia moyo hata viongozi, kiasi kwamba kweli hapa tuna watu tunao waongozi. Ame barikiwe sana mtumishi m